Wewe ndio wewe unaitazama, kuna kitu kimoja tu ukikikosa, sahau kabisa mafanikio. Si elimu, si pesa, si connection, ni hiki kitu kimoja tu. Ukisikia leo maisha yako atachukua mwelekeo mpya kabisa. Sitaki usikipe hata sekunde moja, maana hii video ni tiba ya matatizo yako ya maisha. Ndugu yangu, ndo nakwambia wazi kabisa, vijana wengi wa Tanzania hawafanikiwe si kwa sababu hawana pesa, si kwa sababu hawajasoma. Ni kwa sababu ya aina ya fikra walizo nazo. Unashindwa kusema mimi siwezi, maisha yangu magumu, jamani, mimi sio wa bahati, kwenye familia yetu hakuna aliyewahi kufanikiwa. Hii ni sumu inayoua ndoto zako kila siku, taratibu, bila hata wewe mwenyewe kujua na leo nakusambaratishia hiyo sumu live kabisa. Unajua nini? Mindset yako ndiyo dila yako ya maisha. Kama kichwa chako kinaamini hutafanikiwa, basi hata upate fursa ya mamilioni bado utakosa mafanikio. Watu waliofanikiwa si matajiri kwa sababu ya pesa, walikuwa matajiri kabla hata ya kupata senti moja, kwa sababu akili zao zilijua nini wanataka na waliamini kwa asilimia mia moja. Na kupa mfano wa kweli, Rashida alikuwa anauza karanga na kufika hata kidato cha tatu. Leo na kampuni ya usafi na miajili watu 25. Alianza kwa kubadilisha mindset, mimi si maskini, mimi ni mshindi, aliamini hivyo. Mfano wa Fatuma, alikataliwa chuo mara tatu, akaanza kujifunza dizaini online. Sasa anafanya kazi na kampuni Marekani akiwa nyumbani Tabata. Hakuwahi kupata. Hakuwahi kupata tamaa kwa sababu aliamini hata dunia ikatae, yeye hakukataa ndoto zake. Jiambie kila siku, mimi ni mtu mkubwa. Soma hata kidogo, maarifa ni silaha. Jitoe kwenye marafiki wa ovyo tafuta marafiki wasiogopa ndoto zao kubwa. Andika ndoto zako, ziangalie kila siku. Chukua hatua kila siku, hata kama ni ndogo. Sasa hivi, acha stori nyingi. Wewe ndio mtu pekee wa kuokoa maisha yako. Usisubiri mtu aje, maana hakuna anayekuja. Amka, fungua macho, sema na moyo wako. Leo ni mwisho wa maisha ya kawaida, naanza maisha ya kishujaa. Kama video hii imekugusa shia na kijana mmoja wa mtaani kwako anayeishi bila matumaini. Komenti mimi ni mshindi kuanzia leo. Subscribe kwenye chaneli hii, maana hapa tunaamka na kuangaza kila siku. Hii ni Amka na Uangaze. Asanteni.